Kemisari, kuna mwanaume ambaye hajawahi kupata ndoa, hajawahi kuishi na mwanamke, hajawahi kuzaa. Je, ni sahihi kuishi na mwanamke ambaye tayari ana mtoto? Mi mwenyewe hata siwezi kuhusiana tu na kishikwambe ambaye ah, ana mtoto. Kwa nini? Yaani haioni mzee sasa. Yaani tunaanza, nitalea mtoto kama wa kwangu, nakubaliana well, na baadhi ya watu ambao hata wamewahi kuwa wanawake wenye watoto na, hmm. na wakapata watoto wazuri wakambo waliowasaidia but kuna somo dogo sana kwa wana, wanafunzi wa sheria wanasema, wanasema an isolated incident does not negate a general fact. Yani tukio moja, kwa mfano kama kama mtu aliyoaga mwanamke mwenye watoto, alafu akaja akaja akawa baba wa kambo aliyesaidiwa sana wale watoto, haimaanishi kwamba that is always going to be the solution. Ni hivi, sijazaa sijawahi kuoa yanahangaika nini? Na mwanamke mwenye mtoto yaani nioe, tunaoana ili tuunge ukoo. Sasa hapa, hapo una mangushi kwa mtoto wangu wa kwanza, nitakayezaa ataitwa John hasa mangushi, anwani yake ipi? ya unajua, ngoja, wanaomba watoto wa kiume tuwacheni, wawe na wa tuwa wa standards. Jamii imewadanganya mno. Ni hivi young man, msera mwanamke ana mtoto, achana naye. Kama hauna mtoto achana naye. Una watoto na unaona umri umeenda naye, ana watoto, ungeni familia nyote, si mnaunganisha Simba na Yanga, inakuwa combine tayari, mna, mna vitu vinafanana. Lakini huna mtoto, hujawahi yeah, kuweka. Sasa unamuhitaji kwanza mwanamke ambaye ameshazaa, sio kijana tena kwenye ulimwengu wa mahusiano na ndoa. Kwa hiyo unamhitaji lulu, mke wa ujana wangu. Au hebu nimlipe tafsiri zaidi Oi, nenae, ama a yani, it's a waste of time. Mtoto wa kiume ambaye hana mtoto, hajawahi kuishi na mwanamke, hajawahi kuoa, kuhusiana au kuoa mwanamke mwenye mtoto it's wrong. Baba yako mtoto yuko wapi? Mahusiano eh, na a ma, wapo ushauri aondoke kwenye ndoa, lakini kwa kuchagua vibaya lazima awajibike kwa kukaa kwenye jua kwelikweli, yaani Lulu, hii kitu haina shortcut. Mbona kama mbona kama naona hatuendi. Lulu, we umepata mtoto na nasoro ya naoaje? Na, na Nasoro mwenyewe pia yuko mbali, umo na anatuma message bado naye yuko mbali, unaona, unaona ugovu unavyokuwa. Mda fulani Nasoro anakwambia nimepata elfu ishirini ya mtoto, uje kwangu ufate, na tayari huku ushaolewa naye. Hii ndio mi napinga kwa vijana isitokee. <laughs> Na we mtoto wa kike, nilisema hata akiwepo Rukia kwenye hicho kiti, mtu anapotaka kuhusiana na we kimapenzi hajakwambia umzalie bwana. Tuepuke ya mambo yanayepukika, hakuna bahati mbaya, hakuna bahati mbaya. Ni watoto wa kiume na wa kike wa sasa hivi, kukoma kuwashwa. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike, asikudanganye kwamba anatumia uzazi wa mpango. Mtoto wa kiume, jikinge. Matokeo yake child support mnasumbua mahakimu na majaji na ustawi wa jamii na madawati ya jinsia. Mtoto wa kiume kama unawashwa, unataki kuachana na mambo unayofanya jikinge, asikudanganye mtoto wa kike kwamba anatumia uzazi wa mpango. Na wewe mtoto wa kike, kama ndio hivyo ulikuwa unadanganya mpaka, sh, umedaka na unajua kabisa ile mwanamume akukwambia kwamba anataka mtoto, wajibika kikweli kweli, bwana usisumbue watu. Ni hivi, watoto wa kiume Tanzania, tukome na hii step daddy season. Kataa kuitwa baba wa kambo. Bwa, shikamoo baba <laughs> baba yako <laughs> mjui kama baba yako amjui? <laughs> nenda ukaripoti kituo cha polisi. 50s kurudi kule nyuma, wao walikuwa wanaeleka na wanaume ambao walikuwa yani wanasotea kuwa nao, maisha yalikuwa hivyo. Toka kwa bibi yako, ongea na bibi yako wande, atakwambia yani ya alikuwa kuna mwanamume anamvizia akienda kwenye kisima, nao ametoka kijiji cha kumi. Yani mwanamke anavizia mwanamke, anaviziwa na mwanamume mpaka anasaidiwa kubeba hata chungu cha maji hivyo mwanamume mwenyewe labda naye ni, ni bingwa ameereka vijiji kumi. yani, there are things walikuwa na consider hawa. Sasa hivi yule ambaye ndio ana malengo ndio anaonekana hana maana, yule ambaye hana malengo ndio anapewa thamani. Yani wanawake wa sasa hivi wameswift wame swift role. yani uelewa wao kuhusu tafsiri sahihi ya mtu sahihi yaani ni, ni, ni kinyume ni mkabala opposite. Yuko, yuko wazi anania, ndio atakatiwa simu. Nimekwambia usijii bwana, nitakutafuta. Yaani unamwona ni kijana yani unamona, nikijana, full packed. Amesoma na kazi yake. Lakini Mr. Rojo anasema usano hayana fomula. Unaweza kupata mbaya na iko smart, lakini bado anashangaa anabadilika vipi. Inakuwaje? Lulu. Yes. Anachoweka mwanamume tumboni kwako ndicho utakachotoa. Ni vyema ukajua tu kwa baba watoto wako na awe nani. The father of your kids makes a kid. Wewe uwezi tu ukaenda ukakuta mtu anavutia bange puani hivi. Anakuambia darasa la pili alivutaga bangi darasani, akili yake ikaruka, akaacha shule and then aende akakuoe mkazae profesa, maisha yako kimeujiza hivi oh. Unless labda mkaombwe na mwamposa listen au <laughs> mufti <laughs> yani, maisha hayana shortcut hivi what? What? ni hivi, watoto wa kike hawa sasa hivi wao wema, wanaojali na nini, wanaonekana tu available, yupo mno mpaka ananikera, masaa yote ananipigia simu eh, hey, kunijulia eh, hey, kunijulia hali ani, mpaka ananiuzi. Mimi nampenda jioni, yani jioni ni mbreki. Yani wanawake wa siku hizi wamegeuka mafundi sufuria wa kumoyo. Yani nataka mwanamume aliyekongoroka ameharibika, ili apambane kumbadilisha rafiki, ile penzi lake litambadilisha. Unaona jinsi wanawake wanavyosawa, matokeo wana struggle. Yani anakutana na mwanamume toxic wa ovyo, yani unajua ile jitu bovu, lakini anashangaa dada piskali kweli kweli wao kuzuri Sinza lakini kazama Manzese, ndandani ndandani, anaangaika na yu, kijana gufi luza reckless anapambanani, yani anaamini, mpaka anawambia mashozi zake, hata saluni nimemtumia laki mbili, naamini tu kuna siku atabadilika na atakuwa. Yani, my friend, dada, siangaike bwana, duniani humu kuja kumbadilisha mtu. Nipe swali lingine msee. Ngoje mr huyu kijana ambaye umemtaja wa Manzese, yeye yeah, anasema na mwanamke wa aina gani? sio manzese Anaweza akataa masaki lakini hopeless sasa. Unakuta mtoto wa kike siku hizi anahangaika na mwanamume ambaye hakuna sehemu anaenda, ni sumbufu yani, eleni hilo ni gufi. An -ana na anapambana, naamini atambadilisha na atakuwa mume mwema. Yeah, matumaini, matumaini. So ya kitu gani ganikbandan yeah. <laughs> <laughs> Eh, okay, so una... usipoteze muda wako kumbadilisha mtu hilo, yeah. Sio kusudi la Mungu kukuleta hapa duniani kuhusu mahusiano na ndoa okay. Yaani usifanye hiyo kamare na muda wako muda wako na thamani kama gold kitu kilicho wewe unibadilishe we, we vipi wakati nikisha lewa navua nguo bana, alia It's na ukoo niliotokea, ngoja ngoja nikwambie ukoo wote niliotokea ni wawalevi kwa yeah. Hiyo Lulu leo wewe uje unibadilisha niache pombe kuna wanaume ambao kama ulivyosema mfano ni walevi anawaambia kwamba naomba mimi nikuoe, kidogo naweza ukanibadilisha. Yaani anakiri kwamba labda mimi akinioa atabadilika. Anakiri kwamba atabadilika. Ndoa hazimbadilishi mtu. Ila ndoa huwa zinasaidia kuonekana kwa kasoro, uovu, ubaya, uwezo mkubwa wa kufikiri, ubunifu na akili za mtu. Yaani ndoa ndo ina, ndoa ndoa ya kufumua kichaka. Kama kuna tabia umezificha zimejificha kwenye ndoa baada ya miaka kadhaa huwa zinakuwa peupe. Yani ndoa huwa zina, zinaibua kilichojificha kwetu, hazibadilishi mtu. Itaonekana tu, anaweza akajificha, hata kawa anakunywa pembeni, nautomkuta labda amekunywa, mpaka mnafunga ndoa, lakini kuna siku sasa anakuja, yani mpaka amejisaidia kwenye nguo, amelewa, ndo unajua hey, na wale ambao wanakuwa ni walevi wanaofa wanabadilika, wanakuwa badilisho. Na mwanamke asijawahi kukutana na mtu wa hivyo, unless aliwekewa mkono na watumishi wa Mungu ah. People don't change bwana. Sisi tunatokea kwenye chimbuko, tunda huo alianguki mbali na mti wake okay. Mimi kwa mfano, baba yangu ukimletea kumbwera na yana kuashia so, unaona hata mimi mwenyewe wewe unanionaje macho yako so, unaona yani <laughs>